Nasikia ni kwambie, usiongee kama ulikuwepo huko. Sisi tumepanga mission, kutokana na situation jinsi ambayo tumeiona huko nje, au sio? Bwana wewe usiongeongee kama ulikuwepo vile. No, mara huu what ah, mission gani za kipozi? Mission ni leo ndio? Ah, wewe ni pumbavu, umefanya chakamu chetu ni wewe. Ndio nimekaa nikuchora, nikuchora, wewe ni ndezi kwani mwanangu? Wewe vipi kwani, big wewe big, big, tunafanya nini mission eh? Ina big, tunafanya nini kazi, tunafanya nini michongo, au wewe umwamini

Usinizingue ah. Mungu nzada wako likihitajika kweli kipindi hiki, maana ndani humu nilikibaki na wote watu wa babe tu. Sijui nitatoka salama humu fadhali, ningitoka tu kama livyotoka wenzangu tu. Majamaa ndio umeamua kufanya hivyo. Yaani umewachukua washikaji. Umeenda kuwaacha selo. Alafu mwisho wa siku mwanangu umekaa kunafurahia unakula bata peke yako. Listen nigga. Ule ndo mshahara wajepa undezi wake umapepe wake mawenge, wewe ndo mshahara wake basi. kum cost mimi ni waste my time kwenda kumhangaikia mtu ambaye lofa na mambo ya ajabu ajabu. Wewe mwenyewe si unajua Jeba amezingua nini? Sasa unakuja sasa hivi na brem nini? Sasa wakipoa. Okay, Jeba alizingua. Nataka kujua Nyandu kwa nini yuko sasa mpaka sasa hivi. Nyandu unamfananisha na Jeba? Nyandu mimi ndo nimefundisha kazi mwenyewe. Nyandu yule bado mtoto wa mama. Oh, au vipi? Mimi nimetumia akili kwanza, nimweke ndani ili akomae, ili akitoka tupige michongo yenye akili, atakuwa yuko sote kwa mwanangu. Kwa sababu mfundisha kazi umeamua kumchukua tu, kaamua kumpeleka ndani bila sababu yoyote ile. Umemchukua ili upige hela peke yako mwanangu. Kama unaweza ni uko sawa, unakosea sana. Okay, nataka kujua gari liko wapi? Naona huh? Huh? Ah, michongo ovyo kabisa, mdogo wangu. Rafiki yako yule tumeongea ile fresh, tumeongea vizuri tu, lakini naona mpaka leo hajautoa, hajakutoa. Kwa sababu gani, manyama? Ah, kamlita mchizi. Hajatekeleza kwenye mitatu manyama kaingia mitini. Ah. Sasa na akili gani ule? Alafu na yule akaja kunifanyia kitendo cha ajabu sana yule rafiki yake kwa manyama. Manyama mimi najua nazingua sister. Ah. Alafu sasa nimekuja hapa pia maaskari nao wanajaribu kuwapa hela ili nikutolee dhamana, hawataki. Ah, listen sister. Wewe au mafundi masuala ya mafaranga mapeni nini? Wewe kaa ucha hapo utakupiga hela. Sasa nisipokutolea dhamana wewe utaishi huko. Listen, umbaridi balaa tu. Yaani huu fresh tu wa mbu, hamna kitu. Mimi damu yangu yenyewe si unajua vile kama vile dawa ya, ya mbo mbu. Wewe kausha fresh tu yani sister, yani usijali. Wewe chukua tatu kausha, tulia au nini? Wewe kama vile unakuja moja hivi kumcheck nini na kupa hai baridi tu yani. Wewe kausha, mimi nitachomoka time si ndefu. Yaani mimi hata angetaka hela nyingi mimi ningewapa ili wewe utoke umu mzuri. Falanga, utafili. Utafili. Ni kwa sababu huu sio sehemu nzuri. Usiwape faranga sister, utafeli. Yaani utafeli. Wewe chukua tatu yani, pesa usiwape na kupiga. Anya magari ziko wapi bwana? Kadu, kadu, kadu. Rudi sikilize. Rudi sikilize, sikilize, ndezi Biki, nataka kujua gari iko wapi? Sikiliza kadudu, sawa? Sikiliza nikwambie hiki kinachokifanya kitakugalimu, usipime maji kubwa. Nafikiri unajua vizuri bigi, usijua kazi yangu mimi, na kuogopa hata kidogo Sijawahi kuogopa na sikuogopi hata siku moja. Nataka kujua gari iko wapi. Mimi nimekwambia gari si wili. Kwa nini unatufanya sisi mwandae sijui gari lipo? Biki niambi, gari iko wapi Biki? Kabudu. Gari lipo. Biki. Usituone kama wapumbavu. Mm -hmm. Uwezi kumchukua mshikaji ukampeleka ndani ili uchukue gari peke yako. Ninataka kujua gari iko wapi. Mimi sijui gari lipo. Bigi, sinifanyi kama pumbavu Bigi, gari iko wapi? Gari gari. What, kumaanisha so, pesa iko wapi? Umetuzulumu, pesa iko wapi Bigi, pesa gari gari, pesa. nitawawekea wa wana wakitoka nitawapa. Wa, Bigi mwezi kutuzulumu Bigi huwezi kutuzulumu hata siku moja, namna naikuogopa hata mmoja. Bigi, utatupatia pesa yetu, lazima utupatie pesa zetu kwa taarifa yako, na kuenda kuwatoa washikaji, tukirudi utasema gari iko wapi.

Nilikuwa kama wewe, umeelewa? Babangu Mama anipenda. Kuna swala lako zito, kwani? kwa nisikupende? Wewe ndo mwanangu, alafu nisikupenda kwa sababu zipi? kwani nakupenda sana, si na kila siku nakwambia mwanangu, we nakupenda na tayari kufanya chochote kwa ajili yangu. Nakusikiliza eh. wakati we mwanangu, nakusikiliza, we niambie tu. baba yangu nini unajua <sighs> na,

kufanya chochote kwa ajili yangu, minaweza kufanya chochote. Sidhani kama kuna haja ya kuongea mambo mengi, naomba uende kawatoe. Yaani mi sijui, sababu sijui kwa nini wamekamatwa, nitoke tu moja kwa moja nikawatoe kweli? Nakuja ni mtu mwenye wadhifa mkubwa serikalini, aweza kufanya kitu chochote kile. Mtana watu wanakuogopa, kina mtu anajua ni nani sasa mambo umefanya nini, wa kazi gani? Mimi ninachotaka, nenda kawatoe. Kama unanikubalia mwenyewe utanisaidia, yes. Nenda kawatoe, kitu ndio tunachokitaka hicho. Sasa mambo umefanya nini, yanini sasa hapa sasa hizi. Sikiliza mwanangu, hata kama nina cheo serikalini, lakini sio kila mtu unaenda kumtoa tu, uweze kujua mwanangu, wamefanya kitu gani. Sawa? Wadhifa wangu na hujua, na ni kweli siwezi so, kupingwa so, so, so, lakini tuangalie nini umefanya. Lazima ijulikane. Bwana, kama kuwatoa, kama kwenda basi ama nikuombea vizuri nini na nitaenda kuwatoa, lakini sababu ya kusema wewe uondoke, nitawatoa, ila nataka nikuambie kitu kimoja na mimi. Nikishawatoa tutaishi maisha kama zamani. Wapi eh? Wapi nawauliza ah! mekubwa mjomba mtatu nini? si unajua unatutia kwa mchuma nini natuachapombeli katikati hapo, ndio mnavyojidanganya. Yaani mimi kabisa, na akili zangu timamu, mtu mwenye pesa zake, mimi niwapandishe nyinyi takataka? Nisikilizeni niwaambie. Sio nilivyowatoa hapa, mjue kwamba mimi nawapenda, nawachukia. Leo unajua bi mkubwa nini? Yani katika siku nzuri zocheza yako. Leo umecheza yako kinyama yani bi mkubwa. Ni siku kubwa bi tatu siku zote ni siku bi tatu na kuchukulia poa. Ah? Yaani ulivyofanya leo yani mwanangu bi mkubwa. Bongra bongra big hapo yani bi mkubwa. Nyamaza mjinga mkubwa wewe. Unaongea ujinga ujinga gani utumbo mkubwa unaoongea? Eti un, respect ile na nani? Mimi siwapendi nawaambia. Yaani nyenye hapo nyenye, taka taka nyenye, mbuzi siwapendi kabisa. Yaani mngejua, mngegundua huu moyo wangu ninavyowachukia nyinyi yani nawachukia nawachukia, na sipendi mtebea na mwanangu na, na, na, na, na, na hamjui, sababu gani umekuja kuwatoa hivi? Mnavyoona mi nawapenda nyie eh? Na nawapenda kabisa mi katika moyo wangu, sema ndinga <tipedicata> si tunapanda sana londinga, kila siku bimkubwa ndinga tunapanda kila siku, tunapanda tu fresh bi mkubwa, potelea mbali, tokeni hapa. Yaani hapo bibi mkubwa unakuwa na feli, yani ukicheka kwenye mbili tatu nini? Ah, una feli, yani sio unatukataza kutoka kwenye ndinga, ah? Katika siku ndinga ndalisugua ha? Hili, ah? Hapo unakuwa na feli, yani wewe usha bibi mkubwa baridi tu sema yani kwa sababu tutaandiche tu. Ni kadudu sio mimi, mimi sio kadudu. Na wale wake kadudu ni siku nikimkuta kawapandisha nyie nguruwe. Nitawazalilisha, nitawaburuta. Afkaeni hapo mwana.

iko wapi? Maana gari tumepiga yote mishe, na unaenda kutuweka ndani kwa sababu What? What? tugele yetu nasi tukale maisha kama unavyokula wewe. Tusepe, tusepe, tusepe, In the time indotamia wagumu wabishu kipenda waite Wagonga ulimbo. Nenda kwenye TV yako na itazame Wagonga ulimbo. Washa TV yako sasa angalia. Wagonga ulimbo. washa TV yako sasa angalia. Wagonga ulimbo. Sisi ndo wagonga ulimbo. Sisi ndo wagonga ulimbo. Kadudu mgonga ulimbo. Najeba mgonga ulimbo.